Kila mwaka siku ya kimataifa ya elimu hutukumbusha nguvu ya elimu, na kote barani Afrika, nguvu hiyo inaonekana wazi kote barani, kuanzia madarasa ya shule za msingi hadi shule za sekondari, watoto zaidi wanaendelea kukaa shuleni, kumaliza masomo na kujenga mustakabali imara zaidi. Ripoti ya Spotlight ya UNESCO inaakisi maendeleo haya ikikusanya simulizi halisi na maarifa kutoka shule za msingi katika nchi kama Cameroon, Cote Divoire, Kenya, Moroko na Zimbabwe. Ripoti hiyo pia inaonyesha jinsi uongozi bora wa shule unavyowawezesha waalimu kuunda mazingira bora kwa watoto kujifunza na kukaa, mabadiliko yanayoonekana wazi katika nchi kama Nigeria na Rwanda. Suluhisho za vitendo kama programu za chakula shuleni nchini Mali zinaongeza umakini wa wanafunzi na ushiriki. Mageuzi ya lugha nchini Algeria yanawasaidia watoto kuelewa vyema wanachojifunza. Kote barani Afrika nchi nyingi zaidi zinakumbatia utoaji wa elimu kwa lugha za asili na matokeo yake ni dhahiri. Watoto wanapojifunza kwa lugha wanayoielewa huongeza kujiamini, kuboresha na kudumisha usomaji. Lakini licha ya maendeleo haya, shirika la UNESCO linaonya kwamba ingawa watoto wengi wako shuleni hawajifunzi katika kiwango kinachotarajiwa. Ni sehemu ndogo tu ya wanafunzi wanaomaliza elimu ya msingi. Simulizi ya elimu barani Afrika inabadilika, ikiendeshwa na ubunifu na mbinu za vitendo, licha ya changamoto kubwa. Ni mabadiliko gani ya elimu yanayokuvutia zaidi?